Karibu kwenye darasa la wahenga. Mimi mi ni profesa, nilizikata sentimita, nikazikata kilomita mpaka miles ha? kuja mpaka mji wa Bagamoyo, mji wa kihistoria, mji uliojawa na vivutio mbalimbali. Wahenga wameniagiza nije nichukue madini yanayopatikana katika mji huu. Wahenga wakasema upendo haufichiki. Tena wakasema kwa utashi wa ndimi zao zilizojaa madini ya busara, penye nia pana njia. Wahenga walikaa wakatafakari kweli kweli, wakasema upendo si ajali, bali upendo ni asali. basi Darasa lijalo tutajifunza mengi. Kuziwaenga ni kuache na furaha na tabasamu. <laughs> Mimi ni mwalimu profesa wa wow! Kiswahili.